Je, zamani kulikuwa na miungu ilivyotawala ulimwengu? Ndio, kulingana na mitazamo tofauti, watu wengi wanaamini kwa kulikuwa na miungu au nguvu za juu zilizotawala au kuongoza wanadamu, lakini imani hii hutofautiana kulingana na, kulinga na dini, tamaduni na historia. Nitakueleza kwa ufupi kwa mitazamo mikuu. Kwa mtazamo wa dini, imani za leo, Ukristo, Uislamu na Uyahudi, hakuna miungu mingi iliyotawala dunia bali Mungu mmoja ndiye mumba na matawala wa vyote. Miungu mingine hutajwa kama sanamu au miungu ya uongo iliyotengenezwa na wanadamu. Kwa mtazamo wa historia na mitolojia, ndiyo, zamani watu waliamini miungu mingi: Misri ya kale, Rasua, Osiris, maisha na kifo; Ugiriki, Zeus, Hera, Poseidon; Roma, Jupiter, Mars; Afrika ya kale, miungu ya mvua, vita, uzazi, bahari. Miungu hii iliaminika kutawala falme, vita vua ya maisha ya watu. Kwa mtazamo wa Afrika ya jadi, kulikuwa na Mungu mkuu mmoja, lakini pia mizimu ya mababu, nguvu za asili. Mizimu haikuwa miungu kamili, bali wasimamizi au walinzi wa jamii. Kwa mtazamo wa falsafa na sayansi, sayansi haisemi kulikuwa na miungu iliyotawala dunia. Inaeleza maendeleo ya mwanadamu kupitia akili <laughs> mifumo ya kijamii. Miungu huonekana kama njia ya wanadamu kuelewa ulimwengu kabla ya sayansi. Ahaitimisho, zmiungu ilitawala zaidi kwenye imani za watu, si kama ukweli wa kisayansi. Na kadri maarifa yalivyoongezeka, watu wengi wakaanza kuamini mungu mmoja au kanuni za sayansi.